Tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Masomo yote matatu leo, hasa somo la kwanza kutoka Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 11 na dide la Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 46 hadi hamsini na tatu yanaeleza yaliyotokea Bwana alipopaa mbinguni. Kutoka tafakari nasi shajara ya mwaka wa 2025 tunapata maelezo mazuri kuhusu Bwana kupaa mbinguni. Tunasoma kwamba kile kilichotokea kinafananishwa na mashindano ya riadha. Siku ya kupaa Yesu mbinguni ni kama kinachotokea katika mbio za kupokezana vijiti katika mbio hizo kijiti huanza kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa Yesu kupaa mbinguni ni aliwakabidhi kijiti mitume kumi na moja, na wao pia wakawakabidhi watu waliofuata, na wao pia wakatukabidhi sisi. Sasa ni zamu zetu kuwakabidhi wengine, lakini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 anawaambia kila aliyemfuasi wake kuanzia wale waliomwona hata wale waliomsikia na kumsadiki. Wako Wakristo wengi wanaishi wa Ukristo wao ndani ya vichwa vyao. Ukristo wao hutoka katika mikono na miguu yao. Kumshuhudia Kristo ni kutangaza Injili, jambo ambalo tunaweza kulitangaza kwa vinywa vyetu au kwa kuandika. Hata wale ambao hawawezi kufanya moja ya hayo bado wanaweza kufanya hayo kwa kuishi vyema Ukristo wao. Siri ya kufanikiwa kusambaza Injili ulimwenguni ipo katika maisha yetu wenyewe na katika kushuhudia mafundisho ya Kristo. Kama muumini anataka kufanya dunia iwe sehemu ya furaha kwa kupitia injili, kwanza ni muhimu yeye mwenyewe aanze kuishi injili. Kama anataka amani ya Kristo kwa watu, basi ni lazima moyo wake uwe na amani. Amani ya mtu kuzalisha mawimbi ya amani kwa wengine. Na mawimbi haya yataibadilisha dunia. Na ushuhuda wetu unapaswa kuwa jambo la mtu binafsi. Na ushuhuda wenyewe ni ule ambao ulimwengu wetu na wa sasa unahuhitaji. Hitaji kubwa la sasa ni matumaini ya Kikristo. Ni kweli, tunajua kila mtu ana matumaini ya kitu fulani. Hata hivyo, wapo watu wana matumaini madogo kabisa kwa sababu ya ufupi wa maisha, na wengi wao kwa sababu ya hofu ya kuwa na matumaini makubwa lakini matumaini ya Kikristo yanafikika, kwani yanaleta mwangwi wa kile kinachotokea mwisho wa nyakati. Matumaini hayo yako kwa Mungu peke yake. Matumaini ya Kikristo msingi wake ni imani kwa Mungu. Hivi Paulo anasali akisema: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 wake ndani yetu mainio, jinsi ulivyo. Wa Efeso sura ya kwanza aya nane. Matumaini yoyote nje ya urithi wa utukufu wa Mungu ni udanganyifu mkubwa. Hivi ni kwa sababu matumaini yetu makubwa yako nje ya, ya ulimwengu huu. Hatukatai mambo mazuri ya ulimwengu eti kwa sababu tunatarajia mambo yaliyo mbali yaliyo mbali? Hapana, bali tunakwepa kishawishi cha kutupeleka katika starehe za dunia kwa walafi. Watu ambao ni walafi wana tabia pia ya kutapanya, wakati mamilioni ya watu ulimwenguni wanakufa kwa njaa, na kwa sababu ya tamaa ya mtu mlafi haina mwisho na pia hofu zao hazina mwisho. Ushuhuda wetu katika ulimwengu wetu wa sasa upo katika kuatia moyo watu wengine wawe na uhakika kwamba ingawa nguvu ya Roho Mtakatifu tu ndiyo tutaweza kuzishinda changamoto mbalimbali mbalimbali kutupatia ushindi kwa nguvu ya Roho huyo huyo wa Mungu. Hivi Yesu ana anawaambia, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Lejea, Luka, sura ya ishirini na nne, aya arobaini na tisa. Na baada baadaye kweli alimtuma Roho Mtakatifu. Kwa Bwana yupo, yupo pamoja nasi katika roho wake aliye katika kanisa lake. Kwa macho yetu ya kimwili hatuwezi kumwona, bali kwa macho yetu ya imani sisi tunaweza kumuona na tuna, tunaonja tuna uwepo wake katika kanisa lake. Kwa hivyo kupaa Yesu mbinguni sio kitendo cha, cha Yesu kwenda mbinguni bali ni kitendo cha kupewa tena Yesu, yaani kuwa na Yesu daima. Kupaa mbinguni sio wakati wa kulia bali kufurahi. Tumekusanyika leo kanisani sio kufanya kumbukumbu kumbu ya mtu aliyepaa mbinguni na hayupo pamoja nasi tena, bali tumekuja hapa kusherekea kufurahi. Hii ni sherehe ya Kristo aliyefufuka na kupaa mbinguni, Kristo aliye pamoja nasi na atakayeendelea kuwa nasi hadi mwisho wa nyakati akituongoza akitulinda na akitufariji zaidi pia, akitutia moyo katika kazi yetu ya kupeleka Injili hadi mwisho wa nyakati. Tumsifu ni Yesu Kristo.